Hi guys. Um, mi uh, Gladys. <laughs> Okay. My story is like this. Kuna this guy nilikutana naye <laughs> in April, nilikuwa natoka Mombasa to Nairobi. So this guy <laughs> akaniambia uh, si unaelewa so, venye watu wanakwangu wamekaa chini like, watu venye wanakuanga wamekaa wa chini kwa SGR, venye nakuanga five hours kutoka Mombasa mpaka Nairobi. So tulikuwa, nimeconnect to that guy, so tukaanza kuongea tu like venye watu interact, and then so tukaanza kuongea, kaniambia akaniambia ati eh, but kama ukuwa na connection ama amadoo inakuanga very hard kupata the opportunity. Ani nikamwambia mimi sijaijua, cause nilienda 2021, 2022, 2023 23 uh, but sijaifanikiwa. So akaniambia bado this year si October, October, kuna nini recruitment anaweza kusaidia. Nikamuliza, unaweza nisaidiaje? Akaniambia kama unaweza kuwa na do 300000 naweza kupea nini, naweza kupea connection yani. Nikamwambia hiyo do ni mob, sidhani kama naweza pata, but I'll try to talk to talk my mom, nione kama tunaweza tunaweza pata hiyo do so, so nika, <coughs> um

Like, like, kashamba yenye alikuwa amekatiwa, kashamba alikuwa amekatiwa na, na my uh, grandpa but akwa amejenga my mama anapiga anafanya ngato kibarua Isiolo, akaniambia atajaribu kuuza ama maybe anaweza peana pateloni yenye atapata easier, ndo atafanya nini, atachukua since nimejaribu nini na sijaipata hiyo nafasi so, saa so, tukaendelea tukaanza tu kuongea na that guy kutoka hapo, so akaniambia, ata ataniambia venye venye like nitafanya so. Venye Oktoba ilikuwa ina karibia, akanikola akaniambia kama nilipata hiyo do, nikakola my mama akaniambia alipatanga loan, but loan yaitoshi hiyo 300,000 alipata loan ya 260,000 Uh, uh, alipata yope alipata like uh, kupewa loan ya 260,000 na mimi nilikuwa na work coins and spirit. As you know, ni asali tu nilikuwa napiga, so nikamwambia I'll try to talk to my boss nimwambia hizo miezi zingine asinilipe, uh, anipe loan ya 40,000, then to hunt that money ndio ifike 300,000

my mom venye nitamu help, cause manze situation ya home haiko poa. My mom wanafanya kazi ya nyumba, weni unaelewa tu like mi nimelelewa tu kuona my mom aki struggle since we were young. I have six siblings, nimeona tu my mom aki struggle mini tutapata food, tulipa rent, tulipia school fees. Manze ijakuwa ijakuwa ijakuwa easy so mi yeah, I was desperate, nilikuwa nafikiria tu venye mi nitapata job nisaidie my other siblings si struggle, so I think <laughs>